92 au 0678 813891. Habari za asubuhi mtazamaji wa sauti kuu TV Online, karibu katika matangazo ya moja kwa moja kutoka kwenye studio zetu hapa Dar es Salaam, Tanzania. Asubuhi ya leo unatusikiliza kutokea wapi? Unatega sikio lako na kutizama Uh, video hii mubashara ukitokea wapi tuambie kupitia comment section wewe well, unaitwa right, nani unatokea wapi na unasema nini matangazo ya magazetini leo yanakujia mubashara kuanzia Jumatatu hadi Jumamosi majira ya saa moja na nusu asubuhi, saa za Afrika Mashariki, Afrika ya Kati ni saa kumi na mbili unusu, tukiangazia habari za kitaifa, kimataifa, michezo pamoja na burudani. Hivi sasa ni saa moja dakika 38. Tangulia pamoja na timu saa moja na nusu za asubuhi. Kumbuka leo ni tarehe 29 mwezi wa kwanza, mwaka jina langu Dorcas Daniel, kwanza mwaka 2026, jina langu naitwa, wengine huniita Double D. Upande mitambo mwenzangu ni Kamara. Shirika wetu asubuhi ya leo ni kanisa la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 ni saa 4 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana. Ibada hizo zote zinarushwa mubashara kupitia Sauti Kuu TV Online, kadhalika Rev Elingarami Munisi Online TV, hivyo unaweza kuwa mdau wa chaneli zote hizo mbili kwa kusubscribe na eh, kubonyeza alama ya kengele, lakini pia kufuatilia kila yotopo, sasa kila itopo leo vipindi hivyo, kumbuka kuwa Unaweza kutufuatilia pia kupitia mitandao yetu mingine ya kijamii Instagram, Facebook pamoja na TikTok kama Sauti Kuu TV, na pia ukiendelea uh, ukienda pale Instagram utanipata kama Dorcas_Daniel255, na ukirejea uh, Facebook ni Dorcas Daniel. Ukirudi hapo TikTok, kwa wale ambao sasa hivi mnafuatilia matangazo hayo mubashara TikTok, basi double d, hilo ndino ambalo ninakwenda nalo. Basi si mbaya, lolote lile ambalo ni rahisi kwako, unaweza kuniita nitumie ujumbe wako nami nitausoma pia kupitia live chat, lakini kupitia comment section hapo TikTok. Wadau wangu karibuni sana, tuangazie magazetini leo. Mwana Halisi limeandika Mbowe akwama. Tunaanza na habari za kitaifa na kimataifa. Mwana Halisi linatufungulia e, magazetini asubuhi ya leo, Mbowe akwama e, soma ukurasa wa pili habari ikielezwa kwa kina na ikimwonyesha katika habari picha hapa. Urais janga jipya CCM, aliyemuuguza Mtei afunguka, serikali njia panda kulikoni? Ukurasa wa nane wa gazeti Mwanahalisi unaeleza undani wa habari hiyo. Naondoka hapo nikiengezia gazeti Mwanahalisi, gazeti bora. Papa ataka Tanzania ifungue ubalozi Vatican. Habari imeelezwa. Moja kati ya habari ambazo asubuhi ya leo zinagonga vichwa vya habari vya e, kitaifa na kimataifa pia ni pamoja na hii ya papa ambaye anataka Tanzania ifungue ubalozi Vatican, lakini tutasikia e, katika nakala zingine akiahidi kuliombea taifa la Tanzania. Tanzania vutia wekezaji, jukwaa la wiki ya nishati India. Mbunge Asenga ampongeza Rais Samia kutimiza ahadi ya bima ya afya kwa wote. Haya, naondoka hapo nikitupia macho gazeti wa Machinga sauti ya Wanyonge, asubuhi ya ya leo. Habari iliyokolezwa wino zaidi inasema papa leo aahidi kuiombea Tanzania amani, lakini vile vile utulivu. Akutana na Balozi Kombo na kukumbuka maisha yake yalivyokuwa Tanzania, aitaka Tanzania kufungua ubalozi Vatican, apokea ujumbe wa Rais Samia habari nyingine nasema NMB na ajenda 2030 ikitangaza mafanikio, mapato trilioni moja nukta moja tatu. Serikali yaeleza sababu kutolazimisha watoto kuhudumia wazazi. Habari imetajwa eh, katika gazeti wa machinga sauti ya wanyonge, serikali yaeleza sababu kutolazimisha watoto kuhudumia wazazi. Haya, gazeti Uelekeo, leo yetu ndio kesho yetu. Papa Leo kuiombea nchi ya Tanzania amani ni kuitikia ombi la rais Samia asoma e, kumradhi, asema aliwahi kuishi Tanzania. Tanesco yafanyia kazi malalamiko umeme kupungua. Samia atajwa mwanamke kinara duniani habari hii ni kwa mujibu wa gazeti Uelekeo. Mawakala wa mbolea waonywa udanganyifu. Vilevile, habari hii imetajwa katika gazeti Uelekeo, leo yetu ndio kesho yetu. Tutakapokamata nakala hiyo, mtazamaji, naondoka hapo nikitupia macho gazeti Mtanzania Leo kazi ni kipaumbele chetu, kama ambavyo mimi naipa kipaumbele kazi yangu asubuhi ya leo. Habari kuu inasema waziri Bashiru waiagiza TADB iongeze mikopo sekta ya mifugo na uvuvi. Aipongeza benki hiyo kwa kushirikiana na wizara yake. TADB yaahidi kuongeza kasi ya utoaji mikopo sekta ya mifugo na uvuvi. Nakala ya gazeti Mtanzania leo kazi ni kipaumbele chetu inaandika habari hii kwa kina. Tiseza yatembelea mwekezaji aliyewekezwa shilingi bilioni 11 kiwanda cha mabomba Simiyu. Vilevile, mwandishi wa gazeti Mtanzania leo anaandika habari hii kwa kina na ikipatiwa nafasi katika ukurasa wa nne wa gazeti hili. Mchengerwa aagiza TPI ianze kuzalisha dawa za ARV kabla ya Juni. <laughs> Kikwete awaonya watumishi dhidi ya matumizi ya barua pepe binafsi. Haya na mengine mengi mtazamaji utayapata katika gazeti Mtanzania Leo, kazi ni kipaumbele chetu. Naondoka hapo. E, nikiangazia gazeti Majira, gazeti huru la kila siku, ninao uhuru wa kuangazia pia habari zake. Habari ya kikuu ikisema: Papa Leo ahidi kuiombea Tanzania amani na utulivu. Papa Leo ahidi kuiombea Tanzania amani na utulivu ni baada ya kukutana uso kwa uso na Balozi Kombo Vatican, na kuwasilisha ujumbe wa Rais Dr. Samia. Moja kati ya habari ambazo zinagonga vichwa vya habari vya e, kitaifa na kimataifa ni pamoja na hii, kama ambavyo nilikuhadhari hapo mwanzo. Bango anasema miaka 20 ya e, WSRB fursa kwa wakulima wavuvi. Serikali yapiga hatua kubwa miradi ya maji serikali yapiga hatua kubwa miradi ya maji. Tanzania yavutia wawekezaji, jukwaa wiki ya nishati India. Kazi yangu ni kukuangazia tu habari ambazo zimekwisha kuandikwa na waandishi mbalimbali mbali wa nakala za magazeti tofauti, na hayo yamethibitishwa na wahariri wa magazeti hayo kuwa yafaa kwa umma. Utakapopata utata e, sintofahamu yoyote ya, ya kuto kuikamata habari vilivyo katika ufahamu wako, basi kamata nakala mkononi mwako upate habari kwa kina ama tembelea kurasa za mitandao ya kijamii ambako huko pia habari hizi huandikwa kidijitali zaidi. Na hamia gazeti Raia Mzalendo, ukweli na uwazi. Habari iliyokuelezwa wino hapa inasema, waziri Bashiru aipongeza TADB. Mkurugenzi TADB amwahidi kasi zaidi, utoaji wa mikopo, aitaka ipanue wigo, kuwapa mikopo nafuu na wafugaji wadogo. Waziri Bashiru aipongeza TADB. TISEZA yampongeza mwekezaji sawa. Tanzania yavutia wawekezaji katika jukwaa la wiki ya nishati huko India. Waziri Sangu aishukuru Oman kwa kuendelea kutoa fursa za ajira. Mbunge Shabib asema kuna mafisadi wanajenga mahekalu kwa wizi, asema ana majina ya majizi ya fedha za umma. Nakala ya gazeti ya Raia Mzalendo inaeleza undani wa habari hiyo. Naondoka hapo mtazamaji, nikiangazia gazeti Mwananchi Huru. Mwananchi Huru limeandika kasi ya TIDB kutoa mikopo yamfurahisha waziri Bashiru. Habari hii tumekusha kuisikia mara kadha wa kadha. TISEZA mpongeza mwekezaji aliyewekeza bilioni 11 kiwanda cha mabomba Simiyu. Mbunge Shabibi kutaja orodha ya majina ya mafisadi serikalini. Hospitali 362 nchini sasa e, zinaweza kuhudumia watoto njiti kwa mujibu wa gazeti Mwananchi Huru, habari ni kwa kina ukurasa wake wa ndani. Sasa gazeti Mwananchi pekee limeandika kuna mafisadi wengi nchini, anayeyasema hayo ni Shabibi. Anasema wanakula zaidi fedha za umma kuliko inavyodhaniwa yuko tayari kuwataja aigusa TAKUKURU pamoja na sekretarieti ya maadili ya viongozi. Nakala hii ya gazeti Mwananchi inaeleza habari kwa kina. Habari nyingine nasema, mambo matano ajenda 2030 ya NMB ikizinduliwa. E, madhara ya kukaa kimya unapodaiwa <laughs> habari ambayo imeelezwa katika gazeti Mwananchi bwana, kunayo madhara ya kukaa kimya. Pindi tu unapodaiwa ukiwa mdeni wa mtu, basi usikae kimya. Kamata nakala hii ufahamu madhara hayo ni yapi na uyaepuke vipi ili e, yasikupate wakati unapodaiwa. Mtazamaji ni muhimu, Mwananchi linaeleza. Kazi yangu ni kukuangazia, mimi nasonga mbele nikitupia macho gazeti Nipashe e, Mwanga wa Jamii. Bwana Shabibi anadai ana majina ya mafisadi serikalini Anasema nina majina ya mafisadi serikalini, adai wamejenga maghorofa yanayo eh, yanayozidi ya wafanyabiashara, awaonyoshea kidole mawaziri. Kinachotawala sasa ni siasa za elfu mbili na thelathini. Haya, habari nyingine nasema, serikali yakaza mikono kukabili mikopo umiza. ATCL yafungua milango ya biashara Afrika Magharibi. Habari imeelezwa hapa, mjue mbu Stivu hafi kwa kila aina ya dawa, wataalamu wakuna vichwa eh. Mjue mbu Stivu ambaye hafi kwa kila aina ya dawa, wakati huo wataalamu nao bado hawana mwarobaini 40 wakuna vichwa. Nipashe linaandika DC ya wasweka selo eh, mhandisi pamoja na mkandarasi siri Eh, sawa. Habari hii ya kimichezo bila shaka tutaisoma hapo baadaye. Kesi ya Mange Kimambi yazidi kupigwa tarehe, habari ambayo imetajwa katika gazeti Nipashe, wanga wa jamii. Naondoka hapo nikiangazia gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Habari kubwa nasema, Samia tuma ujumbe kwa papa leo, asema Tanzania eh, inathamini nafasi yake kulinda amani upendo utu pamoja na umoja. Ukurasa wa saba gazeti Habari Leo naandika wabunge wa msifu Samia kuunda wizara ya vijana. Vilevile Samia aishukuru NMB ujenzi wa uchumi, aweswaeleza mikakati grid ya maji, aita sekta binafsi. NSSF TPA e, waonyesha nia ujenzi njia nane Kibaha Moro. Uchumi wazidi kuimarika E, bandari za vuna trilioni moja nukta mbili mapato ya forodha haya, na mengine mengi utayapata katika gazeti habari leo, guiji la habari Tanzania. Gazeti Zanzibar leo, kwa ukweli na uwazi. Hamida aishukuru Urusi kwa kushirikiana na Zanzibar. Dokta Pembe ahidi kuifanyia kazi sheria ya habari. Ukame wasababisha vifo nchini Kenya. Matukio 642 ya moto yaliyotokea mwaka 2025, takwimu iliyotajwa katika nakala hii huko ofisi ya makamu wa kwanza e, kuipatia ushirikiano kamati BLW, kwa mujibu wa gazeti Zanzibar Leo. Sasa taifa la Tanzania, uzalendo kwanza. Dr. Samia kutia baraka mpango mkakati wa KKKK e, daktari Samia kutia baraka mpango mkakati wa KKK e, atauzindua leo kwa lengo la kujenga umahiri kwa watoto wa darasa la kwanza na darasa la pili. Trilioni tatu zimetumika ndani ya miaka minne sekta ya maji bari imeelezwa katika gazeti Taifa Tanzania uzalendo kwanza. Naondoka hapo mtazamaji, nikiangazia e, gazeti uhuru Ukweli daima, habari kubwa inasema uwekezaji mkubwa kilimo, TPA, NSSF za jitosa kukomesha foleni Chalinze, Morogoro. Pongezi za bunge za waibua wasomi, Najma Pareso Mwanyika eh, wathibitishwa kwa kishindo, habari utakayoipata katika gazeti Uhuru ukweli. E, daima. Tanzania leo, sauti ya Mtanzania, gazeti limeandika IMF wamtabiria Samia makubwa. Habari imetajwa hapa, e, watabiri pato ghafi GDP ya Tanzania mwaka 2026 kufikia dola bilioni 95 ni kutoka pato ghafi la dola bilioni 70 alilokuta wakati alipoingia madarakani. Ni sawa na nyongeza ya pato la eh, pato ghafi la taifa shilingi trilioni 60 kwa mwaka mmoja. Samia kuzindua mpango wa umahiri katika elimu serikali ya saka uwekezaji majukwaa ya kimataifa, ni habari ambayo imetajwa katika gazeti Tanzania leo sauti ya Mtanzania kurasa wake wa nne. Sasa tuangazie gazeti Raia Mwema, muungwana ni kitendo, vigogo wakacha Dodoma warejea daa kimya kimya, Waziri Mkuu ashituka. Kulikoni, ukurasa wa tatu unaeleza vigogo wakacha Dodoma warejea daa kimya kimya, Waziri Mkuu ashituka. Mimi naongeza licha ya kuwa Dodoma ndio makao makuu ya nchi na kama utakumbuka wiki jana, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania eh, Dr. Mwigulu Lamekinchemba aliwataka watumishi wa serikali eh, kufanyia kazi huko makao makuu ya Tanzania. Viongozi watumika kutapeli migodini, kachero ashindwa kutambua eh, kachero ashindwa wa kutambua washitakiwa. <laughs> bari imetajwa katika gazeti Raia Mwema, Muungwana ni Kitendo. Museveni apigania urais mahakamani. Waziri amshukuru rais kuidhinisha fedha. DC shaka mnasa diwani mpiga dili. Habari hizi zote utazipata katika gazeti Raia Mwema, Muungwana ni Kitendo. E, wapo watu wanaotuuliza kupitia kurasa za mitandao ya kijamii kwamba matangazo haya yanaruka kupitia redio gani? Hii si redio, hii ni Sauti Kuu TV, matangazo ya moja kwa moja kutoka Dar es Salam, Tanzania. Jina langu naitwa Dorcas Daniel. Tupate mapumziko mafupi, nikirejea hapa tutaangazia sehemu ya pili ya magazetini leo.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 92 au 0678 813891. Karibu katika sehemu ya pili ya magazetini leo, iliyo mahususi kwa habari za kimichezo na burudani, na hasa ukiwa mwanamichezo E, na kama ndio kwanza unaungana nami hivi sasa basi wala hujachelewa, bado una nafasi ya kusikia machache ya hapa michezoni. Tuanzie e, gazeti wa Machinga Sport ukurasa wake wa mwisho umeandika depu aanza kuikamata ligi kuu. Wanajangwani, tuambie kama haya kweli yanayosemwa ndio yenyewe, depu aanza kuikamata ligi kuu huku nyota wapya Simba mpanzu ajishikilie. Kwa nini? Pengine anaweza kupoteza nafasi yake ndani ya kikosi hiki cha e, Msimbazi. Nyota wapya Simba mpanzu ajishikilie. Gamodi kuiongoza Taifa Stars mechi ya kirafiki dunia, ulimwengu ajipanga kurudi kivingine, ligi kuu. Haya utayapata ukurasa wa mwisho, e, gazeti wa Machinga Spoti. Gazeti Mwana Habari michezoni limeandika Mashujaa Simba, mechi ya wajeruhiwa sawa. Nabi aipa ushindi Yanga, mechi ya Ahli mpepo wa tua KMC kuongeza nguvu. Vile vile Bajobel atajwa kurudi Polis Kenya. Habari hii imetajwa katika gazeti Mwana Habari michezoni Unaweza kukamata nakala hiyo kupata habari hiyo kwa kina, ama kutembelea kurasa za mitandao ya kijamii kidijitali zaidi, kwani habari hizi pia huandikwa huko, gazeti Uelekeo, leo yetu ndio kesho yetu. Michezoni, kocha baka, Simba Sports Club tunautaka ubingwa NBC. Mchezaji wa J Ruta atambulishwa sawa. Kocha Al Ahli eh, amtibulia ding kucheza Ulaya, habari ambayo imeelezwa hapa. Yanga eh, Yanga ya watangulia al-ahali Zanzibar. E, vile vile ni habari ambayo imeelezwa katika nakala hiyo. Naangazia gazeti Majira, Simba Sports Club mashujaa hapatoshi, leo dimba la Isamuyo. Gazeti hili linaandika habari hii kwa kina. Yanga Sports Club yatua e, Zanzibar kwa kishindo. Vile vile habari hii imetajwa katika nakala hii, shabiki Manchester City kutangaza utalii wa Tanzania ni habari ambayo vile vile utaipata mtazamaji katika nakala ya gazeti eh, Majira utakapoangazia sasa gazeti Nipashe. Siri makipa ligi kuu kupasuliwa. Yanga Sports Club yaanza jeuri. Simba yaita mashabiki. Abrahamu sasa rasmi mali ya Aston Villa. Habari ya kimichezo ambayo imetajwa kama ripoti maalumu ukurasa eh, wa mwisho wa gazeti eh, Nipashe, kumradhi habari iliyotajwa kama ripoti maalumu ni hii ya siri ya makipa ligi kuu kupasuliwa. Haya, gazeti Habari Leo gwiji na habari Tanzania michezoni. Upande wa habari za kimichezo na burudani, Simba mashujaa hapatoshi leo, mabedi Dodoma Jiji wametupa somo, Singida Black Stars ifuata zaifuata AS Oto Congo. Haya, mamia wa mzika manyika Miriam Odemba au kivutio Paris. Habari ukurasa 21 ya gazeti Habari Leo, guiji la habari Tanzania. Zanzibar Leo, Simba Azam kusaka pointi za ligi kuu leo. Eh, kidawawa atis, eh, kidawawa asitishiwa mkataba Fountain Gate kulikoni. Alteta koma na Odgard unahodha Arsenal, habari ambayo imetajwa katika gazeti Zanzibar Leo pande wa habari za kimichezo na burudani, taifa Tanzania, uzalendo kwanza. Michezoni, Simba Sports Club yazindua kampeni ya kampenye, ushindi dhidi ya Esperance de Tunis, habari ambayo imetajwa katika nakala hii ukurasa wake wa mwisho. Uma anasema tunakwenda Kongo, eh, kuchukua pointi tatu. Al Ahly Tripoli waje na ofa nzito kumnasa kiungo Feitoto. Al Ahly Tripoli waja na ofa nzito kumnasa kunasa, e, saini ya Feitoto. Faisal Salim Abdalla maarufu Feitoto, gazeti la kimichezo na burudani, gazeti Mwanaspoti asubuhi ya sabuhi. Leo gazeti lisilochangamana na habari nyinginezo limeandika kwa wino mweupe, mapuu wawili mtegoni, nyota wapya watikisa mazoezini, kocha zungumza na Mwanaspoti. Kwa heri Manyika, ala, habari ambayo pia imetajwa hapa. Waarabu washusha mamilioni ni habari ambayo imeelezwa katika gazeti Mwanaspoti mtazamaji. Gazeti Mwanaspoti linatamatisha sehemu ya pili ya magazetini leo iliyo mahususi kwa habari za kimichezo na burudani, kadhalika inatamatisha magazetini kwa ujumla kwa siku ya leo. Muda wangu si rafiki, imekwisha kutimu saa mbili dakika moja kwa saa za Afrika Mashariki, Afrika ya Kati ikitajwa kuwa saa moja dakika moja. Kumbuka magazetini kwa kawaida inakujia hewani kuanzia Jumatatu hadi Jumamosi saa moja dakika thelathini asubuhi eh, dakika thelathini tu za saa tunaangazia eh, magazetini eh, leo. Basi, asante kuwa nami kuanzia mwanzo hata tamati. Jina langu naitwa Dorcas Daniel, wengine huniita DC mbaya. Upande wa mitambo mwenzangu ni Kamara wanasemaga, leo ni throwback Thursday.